Habari. Karibu katika kipindi chetu pendwa cha ongea na PSPTB. Leo kwa mara nyingine tena tupo hapa Ola City Garden jijini Arusha, mahali ambapo yanafanyika mafunzo maalum kabisa ya ukaguzi katika kada ya ununuzi na ugavi. Mafunzo haya yamelenga kuendelea kuwaimarisha wataalamu wetu katika eneo la ukaguzi hasa tukijikita kwenye eneo la ununuzi na ugavi, mafunzo ambayo yanatarajiwa kwenda kwa muda wa takriban wiki mbili, na baada ya hapo kutakuwepo na mtihani wa kupima wataalamu hawa kwa yale waliofundishwa. Lakini baada ya hapo vitatolewa vyeti maalum ambavyo vitaonyesha hawa sasa wamekidhi vigezo vya kuanza sasa kuifanyia kazi taaluma hii ya ukaguzi ambayo wameipata hapa Ola City. Mandhari ni nzuri sana, pametulia na kiukweli, utapapenda hapa Arusha. Kuna mafunzo ambayo yanaendeshwa na bodi, mafunzo ambayo yanajikita namna ya kuboresha utendaji kazi katika maeneo ya ununuzi na ugavi. Tuna timu ambayo inaendesha mafunzo kwa ajili ya wakaguzi wa ununuzi na ugavi, lakini pia tuna timu nyingine inaendesha mafunzo ya namna ya kuboresha mikataba na namna ya kusimamia mikataba na kuondokana na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika usimamizi wa mikataba. Ni, ni imani kwamba baada ya mafunzo haya wataalamu wetu watapata ujuzi ambao utawasaidia kuendelea kuboresha kazi zao, lakini tunaahidi kama bodi PSPTB tutaendelea kuboresha mitaala yetu ya mafunzo, tutaendelea pia kuboresha namna ya ufundishaji kadri tunavyozidi kupata mrejesho kutoka kwa wadau wetu. Tumekuja hapa kwa ajili ya mafunzo ya, ya ununuzi na ugavi, hasa mahususi kwa ajili ya ukaguzi. Na mategemeo yetu makubwa kwanza ni kujikumbusha namna ya taratibu za ununuzi na ugavi zinavyoendeshwa katika ngazi ya taasisi, lakini pia itatusaidia katika suala zima la kufanya ukaguzi wa namna mnyororo wa ununuzi na ugavi unavyotekelezwa na taasisi za serikali lakini pia na hata katika sekta binafsi. Ya mafunzo haya ni awamu ya pili toka kuanzishwa kwake, kwamba haya mafunzo awamu ya kwanza yalishafanyika na watu wakapata vyeti na tayari wanaweza kutumia, na lengo la saa hizi ni awamu ya pili ambayo tunaendesha hayo mafunzo. Mafunzo haya yanakuja ili kuweza kupata ile konsani ya wadau na kuweza kutimiza takwa la kisheria la PSPTB ya sheria namba 23 7 ya mwaka 2007 inayounda bodi ya wataalamu na ununuzi na ugavi, ambapo tunatakiwa tuweze kuzalisha wataalamu wa, wetu wa eneo la ununuzi na ugavi waweze kujua uh, elimu ya ukaguzi na njia za ukaguzi ili kuwawezesha kuweza kufungua consulting firms za ukaguzi na kuweza kutumika kwenye makampuni yale ya ukaguzi hususani uh, uh, kwenye ukagua eneo la ununuzi na, na ugavi. Ni mafunzo ambayo yametambulishwa mi, ya na bodi yetu ya ununuzi PSPTB, ambapo lengo ni kuandaa wataalamu wa ukaguzi upande wa ununuzi, ambapo awali ilikuwa majukumu haya yanafanywa na wakaguzi wa mahesabu. Kwa hiyo imefika muda wakaona ni vizuri ukaguzi upande wa manunuzi pia uweze kufanya na wataalamu wa manunuzi, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza, ambapo unakuta sangina wanakuja wakaguzi ambao wanakuwa hawana utaalamu na kada yetu hii, kwa kidogo inapelekea kutokuweza kazi hii kutokufanyika kufanisi. Kwa ufanisi kwao, naamini baada ya mafunzo haya sisi kama wataalamu wa ununuzi na ugavi tutaweza kupata elimu hii na pia itatuwezesha katika kutekeleza majukumi yetu ikiwemo kufanya kazi za ukaguzi lakini pia hata pale ambapo watakuwa wakaguzi wanakuja kutukagua sisi, kwa sababu tutakuwa tunayo tunayo taaluma, itakuwa ni rahisi kuweza kufanya kushirikiana nao kwa vizuri na kuweza kazi kuleta kuweza kuweza kutimiza malengo ambayo ya nchi yetu kwa ujumla kwa kufuata kanuni na sheria za ununuzi kwa ujumla. Eneo ya ukaguzi ni muhimu sana, kwa sababu inaenda kuongeza thamani kwenye zile kazi zinazofanywa na wataalamu wa ununuzi na ugavi kama je, zinafanyika kutokana na, kutoka na sheria taratibu na kanuni. Lakini je zinaleta tija katika maendeleo ya ya nchi kwa kwa kwa ujumla ujumla na maendeleo ya watanzania kwa ujumla, kwa sababu hapa tunaowafundisha sio kwamba ni wale wanaofanya wa, kazi serikalini tu, tunawafundisha wanaofanya kazi kwenye makampuni binafsi ambao wanaenda kuongeza tija kwenye kampuni zao ili ziweze kuchangia kwenye maendeleo ya nchi, lakini wale ambao wanafanya kazi katika serikali ili waweze kufanya ununuzi vizuri na hawa watakapo ukagua wataongeza thamani kwenye hiyo kazi ya ununuzi.